Mapenzi kitu ajabu, ya kutia bumbuwazi, ya kufanya uwe bubu, kujibu huwa huwezi, shubiri kwako zabibu, na vitamu huviwezi. Ndilo shairi lake Hashil kutoka Zanzibar, shairi linalojitahidi kuelezea hisia ya mapenzi. Mapenzi ni hisia ya kushangaza isiyoeleweka Kwani ni ajabu jinsi watu wasiojuana huishia kupendana au kuwa na maingiliano baina yao, kuhisi mapenzi kwa umwenzie. Kama wanavyosema, ni kama kuingia ndani ya mtego maridadi uliotegwa na muumbaji wa vyote. Ni jambo mja hawezi kupigana nalo, na wengi wamejitahidi kujieleza wanavyohisi kupitia mashairi, nyimbo, usanii au matendo ya ukarimu. Katika historia, falsafa na dini ndizo taaluma ambazo zimewaza sana suala la mapenzi. <mulia> Je, wajua kuwa kuna sayansi kuhusu mapenzi, na kwamba mapenzi ndiyo hisia iliyo na mvuto wa nguvu zaidi ya hisia zote? Kulingana na utafiti wa mmoja wa wanasayansi, inamchukua mja kati ya sekunde 90 hadi dakika 4 kuvutiwa kimapenzi. Kuna baadhi ya mambo yaliyoibuka katika utafiti huo. Kwa mfano, asilimia hamsini na tano ya kung'amua iwapo una hisia za mapenzi kwa mhusika ni kupitia lugha ya viungo vya mwili maarufu body language. Akili hutanzua mwenendo mwilini na huamua kama imepokea ishara za mapenzi au la. Asilimia thelathini na nane ya uamuzi wa kuwa katika mapenzi huchangiwa na sauti nyororo au nzito mmenyuko wa matamshi ya mapenzi kwa mwendani wake ni asilimia saba ya tathmini ya uwepo wa hisia za mapenzi baina ya wahusika hao. Mwenye kupenda haoni wala hasikii, kwani huzingatia tu anayempenda, awe mwema au mbaya kwa wengine na